Korea Kaskazini imetoa onyo ya kulipiza kisasi bila kufafanua italenga eneo gani baada ya Marekani kurusha ndege za kivita za masafa marefu aina ya B-1B juu ya anga la Korea Kusini. Associated Press imeripoti kuwa, Korea Kaskazini imetishia kuchukua uamuzi huo baada ya Marekani kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na ndege za kivita za Korea Kusini, jambo ambalo Korea Kaskazini huchukulia kama maandalizi ya uvamizi dhidi yake. Marekani ilirusha ndege hizo siku ya Jumanne kwa mazoezi ya pamoja na ndege nyingine za kivita za Marekani na Korea Kusini, ambapo Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini ilisema zoezi hilo lililenga kuonyesha uwezo wa pamoja na kuzuia tishio la silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini hufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja mara kwa mara wakisema ni ya kujihami, lakini Korea Kaskazini wachukulia mazoezi hayo kama majaribio ya kuivamia na huwa nyeti sana inapohusiana na, na, na kuletwa kwa silaha za kimkakati kama mabomu ya masafa marefu, meli za kubeba ndege na manowari zinazoendeshwa kwa nguvu ya nyuklia. Na nukuu, harakati za hivi karibuni za kijeshi za Marekani na Jamhuri ya Korea ni tishio la wazi kwa usalama wa taifa letu na uchokozi mkubwa unaoongeza mvutano wa kijeshi katika eneo hili hadi kiwango cha hatari sana, msemaji asiyejulikana wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kaskazini alisema kupitia vyombo vya habari vya serikali. Taarifa hiyo ilionyesha kuwa Korea Kaskazini itazuia kwa nguvu za kijeshi jaribio la Marekani la kudumu kuimarisha hali ya sintofahamu ya usalama katika eneo hilo. Korea Kaskazini mara nyingi hurusha makombora kama jibu la kurushwa kwa ndege za B-1B za Marekani na ambazo zina uwezo wa kubeba silaha nzito nyingi za kawaida. Katika hatua inayoweza kukasirisha zaidi Korea Kaskazini, Jeshi la Anga la Korea Kusini litangaza baadaye siku ya Alhamisi kuwa litaanza zoezi kubwa la anga la kila nusu ya mwaka pamoja na wanajeshi hao wa Marekani. Zoezi hilo la Bendera ya Uhuru litadumu kwa wiki mbili na litajumuisha ndege tisini na vifaa vingine vya angani kutoka Marekani na Korea Kusini. Mvutano katika rasi ya Korea umeongezeka siku za hivi karibuni kwa kasi huku Korea Kaskazini ikiendelea na majaribio ya silaha kwa lengo la kuboresha jeshi lake la nyuklia na kutoa msaada kwa Rusia katika vita vya Ukraine kwa kupeleka silaha na wanajeshi. Tangu aingie madarakani, Rais Donald Trump amejigamba mara kadhaa kuhusu uhusiano wake na wa karibu na Kim Jong Un na kueleza kuwa yuko tayari kuwasiliana naye ili kufufua mazungumzo ya kidiplomasia mnamo Machi 31 2020 na 5 Rais wa Marekani Donald Trump alimuita Kimu kuwa ni mtu mwerevu sana na Korea Kaskazini ni taifa kubwa la nyuklia. Alisema kuwa wana uhusiano mzuri na kwamba kuna mawasiliano, japokuwa hakuna mazungumzo ya wazi yanayoendelea, na Korea Kaskazini haijajipo hadharani jitihada hizo za Trump. Zaidi ya hayo, picha mpya za satelaiti zinaonyesha kuwa kile kinacho chuk weza kuwa ni meli kubwa zaidi ya kivita ya Korea Kaskazini kuwahi kujengwa, labda mara mbili ya ukubwa wa meli yoyote katika meli ya Kim Jong Un. Picha zilizopigwa na Maxar Technologies na Planet Labs ya Aprili 6 mwaka huu zinaonyesha meli hiyo ikijengwa bandarini Nampo, pwani ya magharibi ya Korea Kaskazini, karibu kilometa 60 kutoka jiji la Pyongyang. Wachambuzi wanasema meli hiyo ni Frigate yenye makombora ya masafa marefu inayojengwa na ina uwezekano mkubwa wa mifumo ya kurusha makombora ya wima dhidi ya malengo ya ardhini na majini. Kwa urefu wa mita 140, inakuwa meli kubwa zaidi ya kivita inayojengwa na Korea Kaskazini, kulingana na uchambuzi wa Joseph Bermudez Jr na Jennifer June kutoka kituo cha mafunzo ya kimkakati cha kimataifa CSIS. Kwa kulinganisha, meli za kivita za Eli Burke Class za Marekani zina urefu wa takribani futi mia tano na tano na meli mpya ya Constellation Class zitakuwa na futi 496. Ujenzi wa meli hiyo si jambo la kushangaza, na utawala wa Kimu umeharakisha kuboresha jeshi lake ukitengeneza silaha mpya na kujaribu makombora ya masafa marefu yanayoweza kufikia sehemu nyingi za Marekani. Yote haya yamefanyika licha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa vinavyodhibiti ufikiaji wa vifaa na teknolojia, lakini wachambuzi wanasema kuwa uhusiano wa karibu wa Rusia tangu kuanza kwa vita vya Ukraine huenda ukasaidia Korea Kaskazini kupuuza vikwazo hivyo. Mstaafu wa jeshi la majini la Korea Kusini, Admiral Kim Duki, alisema inawezekana Russia inasaidia kwa teknolojia mifumo na makombora ya frigati hiyo inayojengwa Korea Kaskazini. Picha za meli hiyo zilitolewa pia na televisheni ya serikali ya Korea Kaskazini KCTV mwishoni mwa mwaka jana wakati wa mkutano wa chama tawala cha wafanyakazi, na picha hizo zilimwonyesha Kim akikagua ujenzi wa meli hiyo. Picha hizo zinamwonyesha meli hiyo inaweza kuwa na silaha za kisasa ikiwemo seli ya kurusha makombora ya wima. Pia inaonekana kuwa na rada ya kisasa ya pa ambayo ina uwezo mkubwa wa kufuatilia vitisho na malengo ya haraka zaidi. Hata hivyo, wachambuzi wanatahadharisha dhidi ya kufanya hitimisho la haraka, ambapo meli hiyo ya kivita ya kisasa ina changamoto ya kiufundi na jumuisha mawasiliano, vifaa vya kielektroniki, silaha na mifumo ya sensa ya sauti na elektroniki. Katika mahojiano na CNN Machi, mbunge wa Korea ya Kusini Kim Byung Ki alihoji kama Korea Kaskazini ina uwezo wa teknolojia ya kujenga meli kama hiyo ama miundo mbinu ya kuihudumia, nanukuu Kuendesha meli kubwa ya kivita kunahitaji bajeti kubwa sana, si kujenga tu, lakini pia kutengeneza kikosi cha kuendesha na gharama za kuiendesha, alisema mbunge huyo. Licha ya mashaka hayo, mtaalamu wa kijeshi Kimduki alionya dhidi ya kuidharau Korea Kaskazini, huku akisema kuwa iwapo Korea Kaskazini itaweka kombora la hypersonic kwenye frigate hiyo, hilo litakuwa mabadiliko makubwa katika usalama wa kikanda. Skasta ambaye ni mtaalamu wa kijeshi na nahodha mstaafu wa jeshi la wanamaji la Marekani alisema ujenzi wa meli hiyo unaweza kuchukua zaidi ya mwaka kabla ya kuanza majaribio baharini. Na nukuu, ujenzi wake unacheleweshwa na ukosefu wa miundombinu ya juu ya meli, sensa na mifumo ya silaha alisema Skasta, mwisho wa kunukuu. Taarifa za kijasusi zinadai kuwa Korea Kaskazini na meli za kivita takribani 400 na manuari 70, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la ujasusi la Marekani DIA ya mwaka 2021. Ingawa ni idadi kubwa, nyingi ni ndogo na za zamani. Joseph Dempsey wa taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kistratejia alisema Korea Kaskazini na frigati mbili kuu najini klasi ambazo ni za miaka 1970 na zimepitwa na wakati. Ripoti za DIA zinasema jeshi la majini la Korea Kaskazini lingeishia kutumika kwa ulinzi wa pwani pekee endapo vita vitazuka dhidi ya Marekani ama Korea Kusini. Lakini Kim Jong Un ameendelea kusukuma ajenda ya kuboresha meli za kivita na pia kutengeneza manuari mpya na makombora ya kurushwa kutoka baharini mwezi Septemba mwaka jana, Kim alikagua eneo la ujenzi wa bandari mpya ya kijeshi. Na sasa tunapokaribia kumiliki meli kubwa na manowari, ujenzi wa kituo kipya cha kijeshi umekuwa jambo la dharura, alisema rais huyo wa Korea Kaskazini. Kwa upande wake, mbunge wa Korea Kusini Yu Yong Won alisema meli inayoendelea kujengwa Nampo ni mfano tu wa juhudi za Kim kuboresha jeshi lake la majini. Manowari inayotumia nishati ya nyuklia inajengwa Simpo na, na meli nyingine ya kivita inajengwa eneo la Chongjin nchini humo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.